nalomaloma nalimakaumaku kabungoma robert wanjala oli mwimelesi we libukana lya Gospel Believers Fellowship kakhoba na kenya bakhangarani babe nende heshima bise byekhukhwikicha serikari eyi nabana bise byekhukhola kimilimo kyabwe ni vyema kwamba tukaweze kufanya siasa inayo uh, ambayo iko na balance. Hata kama ni kulaumu, tulaumu lakini tukaweze pia kulaumu uh, kwa kujenga na hata kumpa kupeana serikali maoni mbadala, ili kwamba wakaweze kufaidika uh, tupeane serikali yetu nafasi na muda wa utulivu. Kuli kumurumwa kurera khobusiro nende omwyile wachimala we libukane elyo yes, nabola ali kumuyakhano kuli luno luri musibala muno kwa mana nende buruki bubwabira wanasiasa kwamba khu wakati ni wakati wa Presidenti Ruto kutawala, wawachie Presidenti Ruto atawale wakati wake amalize, lakini kukosoa kila siku sio ndio kujenga kwa sababu mkiwa mnakosoa serikali kila siku, hata ninyi ni waasi, na hata mkipewa mtagonga hii nchi chini. Kila siku ni President Ruto eh, hawezi ajiuzulu. Na shida zingine ambazo sisi tuko nazo zilitokana na regimes zili zilipita khulondokhana nende babemelesia abo babele nabaana bukambisi bwabwe khubaraka mbo balekhe khurumikhibwa bubi nende wanasiasa ne lundi bakhaba ne bekicha babebusi babwe mbo sebala ichanga babana bukambisi bwe lirya khu serekali tawe babolele bali mbawo buruki butamba khukoyana eyina benya baraka babe nende lyekhalilikha watu wengine mbae hawataki serekali hii wanachochea hao watoto na wanachificha. Sasa watoto ndio wanaumia, na wao wako kama. Ningeshauri vijana wengine wawache kutukana serikali. Saa ngine masomo haibadilishi tabia yake, kinachobadilisha tabia ya mtoto ni wazazi na desturi ya nyumbani, kama jamii kizazi chetu ambacho pengine tunaweza kusema jenzi. Zamani hapo kidogo, Kiafrika ama katika tamaduni zetu, uh, ilikuwa lazima tuheshimu wale ambao wanatutawala hata kama wana makosa hata kama wana udhaifu hata kama wanaenda polepole. Tuko na shida nyingi, ni vizuri kuhifadhi uh, heshima kwa vitengo tulivyo navyo, haswa kikatiba, uh, ikiwemo bunge, ikiwemo executive, uh, pamoja na judiciary. Hakuna serikali kamili na hakuna serikali safi kote duniani. Kwa hivyo, serikali zina udhaifu hapa na pale. Vijana wengi ambao najua hawana kazi, pengine wana uchungu wa maisha, hawana mapato vile ni vyema kuhifadhi heshima umwili wachiropat wanjala ve naasaba vikuka vyebulinde khukhola bumenielesi bwekhwangu lundi bwawabuwanga khulondekhana nende lifwa lya ropart ya ojuang mbo lifwa lyewe lyarerere siisindukha musibala sya Kenya. Kufuatana na mauaji ambayo yametokea Ojuang, ambaye ameweza kuaga dunia, ni jambo la utata, na haswa ni vyema wale ambao wanahusika wawe wazi ili kwamba kama kuna lolote ambalo lilitendeka, ambalo si sawa, kwa sababu jambo hili limeweza kuguza watu wengi na Wakenya wengi kuhusiana na ulinzi na usalama wetu. Serikali ifuatilie, jamii ambayo imefiwa, wawe karibu nao, kuwasaidia, ili pia nao wajisikie faraja na kwamba serikali inawashughulikia kwa mambo yote kikamilifu. kakhavana navukambisi vwewe khu serikali ya lirambo linombo vave nevalonda kumakhosi kwe kamalaka bise byosi serikali hata kama kuna makosa yoyote yale ambayo vijana wetu wanaweza husika nayo, ni vizuri kwamba wakaweze kukabiliwa kisheria. nemba neripoti nno nendi Bungoma County nangesothe only right brother omwana wapolisi